Inachoendelea vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rasia yaituhumu Ulaya na NATO kuwa zinajiandaa kwa makabiliano ya moja kwa moja ya kijeshi. Katibu wa baraza la usalama la Rusia, Sergey Shoigu, amelituhumu shirika la kijeshi la nchi za magharibi NATO na Umoja wa Ulaya kuwa zinaandaa mzozo wa moja kwa moja wa kijeshi na Mosko. Katika makala yake kwenye gazeti la Rossiyskaya Gazeta, Shoigu amesema la, wakichochewa na kuungwa wa wa mkono na London na Paris, wasomi wa Ulaya wanaendelea kutoa matamshi makali kuhusu haja ya kutoa kipigo cha kimkakati dhidi ya Russia. Ameongeza kuwa NATO na Umoja wa Ulaya zimeanzisha mipango inayolenga kuzitayarisha nchi za magharibi kwa makabiliano ya kijeshi ya moja kwa moja na nchi yake, akizitaja hatua hizo kuwa za uchokozi. Awali rais wa Urusi Vladimir Putin alizishutumu nchi za magharibi kuwa zinajaribu kumchochea atumie silaha za nyuklia nchini Ukraine. Anasema walitaka kutuchokoza walitaka kutusukuma kufanya makosa. Putin alisema katika matamshi yake yaliyojumuishwa kwenye waraka serikali wa televisheni ya serikali uliohusu miaka 25 akiwa madarakani. Rais wa Urusi aliongeza kuwa hata hivyo hakuna haja ya kutumia silaha za nyuklia, na kusema natumai, hakutakuwa na haja ya jambo hilo katika siku zijazo. Pia vilevile, jeshi la Ukraini limeshambulia wilaya kumi na mbili za mpaka wa mkoa wa Belgorodi wa Urusi kwa ndege zisizo na rubani 129 katika saa 24 zilizopita, Gavana Vyacheslav Gladikov anasema kupitia Telegram. Kumbuka, mashambulizi baina ya Urusi na Ukraine yanaendelea kwa kasi kwelikweli. Vilevile, vikosi vya jeshi la Ukraine vimefanya mashambulizi 66 kwenye makazi ya wilaya za mpakani za mkoa Berianski katika muda wa saa 24 zilizopita, licha ya usitishaji mapigano aliotangazwa na Urusi. Gavana Alexander Bogomaz anaripoti vilevile. Vitengo vya wizara ya ulinzi ya Urusi, walinzi wa kitaifa wa Urusi na kikosi cha bas Briansk wameharibu zaidi ya shabaha 140 za anga ikiwemo kombora moja la kruz katika mkoa wa Briansk tangu Jumanne jioni. Gavana Alexander like Bogmaz anasema. Hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, Mosco bado haijapokea mipango yoyote kutoka kwa Kiev kuhusu kuundwa kwa eneo lisilo na jeshi kwenye mstari wa mbele. Msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov anasema akitoa maoni yake husu taarifa ujumbe maalum wa rais wa Marekani keith Kellogg. Afisa huyo wa Marekani hapo awali alisema kwamba Kiev iko tayari kwa usitishaji mapigano kwa siku 30 na iko tayari kusimamisha uhasama kwenye njia ya mawasiliano, mradi eneo la kilomita 30 lisilo na wanajeshi lingeanzishwa. Vilevile, mkuu wa waandishi wa habari wa wizara mambo ya nje ya Marekani tammy Bruce amebainisha kuwa serikali ya nchi hiyo inaona maendeleo katika mazungumzo ya suluhu ya mzozo wa Ukraine. Kulingana naye rais wa Marekani Donald Trump na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio wamebainisha kuwa mchakato wa suluhu hauwezi kuendelea milele. Anasema, kwa hivyo mfumo wa kama tungejiondoa kama mpatanishi utakuja ikiwa tuoni maendeleo kutoka kwa vyama na tunafanya hivyo. Bruse alisema, tunatambua na kila mtu anapaswa kwamba pande zote mbili lazima zitoe mapendekezo yao ya amani ya kudumu. Bruse alisisitiza kuwa msimamo wa Marekani unategemea ni kwa kiasi gani pande hizo zinaonyesha kuwa maendeleo yanawezekana na kuchukua hatua za kuweza kuleta amani shukrani. Kwa babo ukivita na historia ya dunia, mimi ni Richard Shaw The Rich Voice, ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.